Usiku ulikuwa umetanda na giza nene lililochorwa na mawingu mazito. Upepo mwanana ulivuma ukitikisa mawio na mikuyu mikubwa iliyozunguka kijiji cha Mwalule. Huko ndani ya kijiji, kwenye nyumba ya makuti iliyojaa moshi wa ubani, alikaa Subira, msichana mlembo mwenye macho yanayong'aa kama nyota ya tabasamu la kupumba za roho. Subila alipendwa na kila kijana kijijini, lakini moyo wake ulikuwa kwa mtu mmoja, ni Ramadhani, kijana shupavu aliyekuwa fundi wa kutengeneza mitumbwi. Mapenzi yao yalikuwa kama hadithi ya nyota mbili zilizokutana angani, lakini kuna jambo moja lilikuwa linawatenganisha, ni mira na distuli. Bibi yake Subila, Bi Mwanahawa hawa alijulikana kama mganga wa watu walimwogopa na kumheshimu kwa uwezo wake wa kushirikiana na mizimu. Alijua siri nyingi za kijiji na alikuwa na mamlaka ya kusema nani aolewe na nani hapasi kupendana. Alipogundua kwa Subira na Ramadhani walikuwa wapenzi, alikasirika sana. Alimwambia binti yake, wewe hujui unacheza na moto, Subira, Bibi Mwanahawa alionya, akaendelea Ramadhani ni mtu wa kawaida, hana damu ya kichawi, uhusiano wenu haukubaliki, mjukuu wangu. Lakini Subira hakujali, mapenzi yake kwa Ramadhani yalikuwa na nguvu kuliko laana ya bibi yake. Wakaamua kukutana kwa siri kila mkumu kubwa uliopo mwamtu siku chini ya mkuu mkubwa uliokuwa mpenzoni mwa mtu wa kizinga. Siku moja, Bibi Mwanahawa alipogundua kuwa Subira amepuuza onyo lake, aliamua kuchukua hatua. Usiku mmoja wa mwezi mpevu alikusanya mizizi, damu ya jogoo na manyoya ya bundi ili kutengeneza hirizi yenye nguvu ya, ya kuilaani. Akatamka maneno, atakayempenda Subira moyo wake utateseka hadi afe. Subira hakujua chochote kuhusu laana hiyo. Alikutana na Ramadhani kama kawaida chini ya mkuyu. Walipokumbatiana, upepo wa ghafla ulivuma wakaleta harufu ya uozo na baridi kali. Ramadhani alihisi kitu kikiingia moyoni mwake, maumivu makali kama sindano zilizokuwa zikichoma. Alishika kifua chake akajaribu kuhema, Subira naumia. Subira akashtuka, macho yake yakijaa hofu. Ramadhani umesemaje? Ramadhani alidondoka chini akitetemeka, kisha kwa mshangao wa Subira, kivuli cheusi kilianza kutoka mwilini mwake kikipaa juu na kupotea gizani. Ilikuwa ni roho ya giza iliyotumwa na bibi yake Mwanahawa. Subira alilia kwa uchungu, akijua kuwa hili ni jaribio la bibi yake kumtenganisha na mpenzi wake. Alikimbia nyumbani, lakini alikuta Bi Mwanahawa hawa amesimama mlangoni, macho yake yakiwaka kama makaa ya moto. "Nimekuwambia Subira, mapenzi yako ni kinyume na sheria za mizimu. Sasa utampusa Ramadhani milele." Lakini Subira hakuwa tayari kukubali kushindwa. Aliamua kwenda kwa mganga mmoja mkubwa aliyeitwa Mzee Lufunga, ambaye aliishi msituni mbali na kijiji. Alimwambia kila kitu kilichotokea. Mzee Lufunga alimtazama kwa macho ya huruma, huku akisema, "Hili ni jambo kubwa mwanangu, lakini hakuna uchawi usioweza kushindikana. Alimwambia kuwa kuna njia moja tu ya kumuokoa Ramadhani. Subira ilibidi apambane na mizimu ya bibi yake mwenyewe. Usiku huo akiwa na irizi aliyopewa na mzee Rufunga, Subira alirudi chini ya mkuyu. Alipofika pale, upepo mkali ulianza kuvuma na sauti ya mizimu ikianza kusikika. Kivuli cheusi kilijitokea tena kikijaribu kumvamia, lakini Subira alishikilia hirizi yake kwa nguvu. Mimi ni Subira na mapenzi yangu kwa Ramadhani hayawezi kushindwa na mchawi wowote. Mwanga mkali ukatokea kutoka kwenye hirizi na kivuli cheusi kilianza kupotea. Mizimu ya Bibi Mwanahawa ilipiga kelele kwa maumivu na kutoweka kabisa. Wakati upepo umetulia, Ramadhani alifungua macho yake. Alikuwa mzima. Subira akamkumbatia kwa machozi ya furaha huku akimwambia tunaweza mpenzi, tumeshinda. Habari za kilichotokea zilisambaa kijijini. Bi Mwanahawa alikasirika sana, lakini alijua kuwa ameshindwa. Hatimaye alikubali kuwa mapenzi ya kweli hayawezi kushindwa na uchawi. Subira na Ramadhani wakaoana kwa furaha na kijijini kikasherehekea ndoa yao. Tangu siku hiyo Hakuna aliyejaribu kutenganisha mapenzi hawa tena. Lakini usiku mmoja Subira alisikia sauti ya Bibi Mwanahawa ikimwambia kwa upole, umeshinda mjukuu wangu, lakini kumbuka kila kitu kina gharama yake. Ndipo Subira alihisi kitu kikiingia ndani ya tumbo lake. Alishika mkono wake juu ya tumbo lake, alikuwa na ujauzito. Lakini je, mtoto huyo atarithi uchawi wa Bibi Mwanahawa au upendo wa Subira? Endelea kufuatilia simulizi yetu pendwa ya mapenzi ya mizimu. Usisahau kusubscribe na kucomment. Mimi ni Naija Nzigirwa, msomaji wako mpendwa wa simulizi. Bila kusahau kusubscribe ili upate taarifa zetu mapema.